Rais mustaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aendelea na mikutano na watu mbalimbali mbali, mjini Goma Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiingia wiki mmoja akiwa mjini Goma Kivu Kaskazini, Rais mustaafu Joseph Kabila ameendelea kupokea na kuwasikiliza watu mbalimbali mbali kuhusu swala la usalama na amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila aliwasili mjini Goma tangu Jumapili 25 Mei 2025 baada ya kufanya muda mrefu katika mataifa ya kusini mwa Afrika. Joseph Kabila alikutana na viongozi wa kijadi, wafanyabiashara na leo Jumamosi amekutana na wakuu viongozi wa shule pamoja na wasomi kutoka university. Alitualika na adabu. E, mbele ya mtu mkubwa kama, kama, uh, rais wa zamani iliacha tunakuya, tulimsikiliza kwa sababu tunajua ya kwamba anaijua Kongo, anajua na shida za Kongo kutushinda jumaana, tulimsikiliza tuli, hatukupinga naye ubishi, hatukufanya échange, alitupatia muda uh, ili binyali alituambia tuweze kumletea sasa uh, nani commentaires uh, zetu me kwa leo tulimsikiliza kwanza tu na kukutana na wanawake wakiwemo wafanyabiashara, mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu, wanasiasa, wana vijiji. Liberata Boratwa ni mmoja wa waliokutana na Joseph Kabila. Mama Liberata wewe ni mwanamke kutoka vijiji hasa Ruchuru. Kwa nini umekuja kukutana na Rais mustaafu Joseph Kabila? Asante bwana journalist kwa swali lako. Kwanza mimi ni Mama Liberata Rubumba Boratwa. Niko mwanamke wa vijijini na hapa nimerepresente les femmes ambassadrices et médiatrices pour la paix de territoire. Tumekuja kuonana na Rais wa zamani Joseph Kabila kwa sababu tunateseka, tuko na shida nyingi, tulikimbia toka vijijini na mpaka leo ngali tunakimbia. Sasa tutakimbia mpaka lini? Mpaka wapi? Ndio maana tumekuja kumwambia kwamba sisi tunachoka, ni muda sasa wa kutafuta amani, ni muda wa wao kuikasa wakongomani wote tutafute amani, na hasa ndani ile kikao musisahau mama, tulisisitiza hiyo kwa maana wanaume peke yao wanafanya vita, lakini sisi wamama tunaleta amani, sisi tunafanya amani. Tumeonyesha raisi ya kwamba hao watoto wote wenye kuwa porini ni sisi tuliwazaa, wenye kuwa mjini sisi tuliwazaa rais ni sisi tunamuzaa. Kwa sababu gani sasa sisi wa mama ambao tuliwazaa tunaweza endelea kuteseka? Mpaka leo tulimweleza kwamba sisi tunataka amani, hakuna kitu ingine. Amani njoo amani, ndio tunataka. Na wakati wa mazungumzo wasisahau mama ndani ya mazungumzo, kwa maana mama ndiye mshauri mama ndiye ananongoneza mume wake ndani ya lisikio, na mama ndiye akaketi pamoja na wababa. Tunajua kama amani itakuja, kwa maana tutaweza kuambia watoto wetu wote watie silaha chini wenye kwa mgini, tujiunge sisi wote ili Kongo yetu irudi Kongo ya zamani, isiende kugabulika vipande. Kongo njo Kongo ni moja na itabaki moja Accent. Sasa, rais aliwaambia nini? Ah, rais naye tuliona kwamba hiyo ndio imuleta, na tumefurahi sana anakuja kuangalia namna gani amani itarudi ndani ya Kongo, na ametuonyesha naye kama hakukuja kabula Kongo, na anapenda Kongo ibaki moja, ibaki tu Kongo, nasi tumefurahi kwa jibu ya rais wa zamani, na tunasema Asante, asante, asante. Wanawake wameomba Rais Mustaafu Joseph Kabila kujikita katika mchakato wa kutafuta amani na usalama. Sasa hivi natoka kukutana na na Rais Mstaafu Joseph Kabila. nini mmezungumzia na mme kwa nini mmekuja kwake? Mbele ya yote mimi na mii represente mama yote ya, ya pagoma na tuko vikundi mbalimbali tulikuja kuona rais wetu wa zamani, tumusikie na tumemsikia. Ametuzungumzia juu ya amani, ametugarantire juu ya amani na natuambia atapria peye yenye atatulipa ni amani. Na nyinyi mmemwomba nini? nini kifanyike? kama wanawake ambao wamepitia matatizo muda mrefu, kama wanawake wanapitia matatizo muda mrefu, tumelomba rais wetu wa zamani, tumemlomba amani, tumemlomba sekurite, tumemwomba atusaidie mabanki zifunguliwe, tumemwomba wafanye dialogi mzuri na baba yetu rais. Jina majina za kwako? Uh, naitwa

Baadhi ya wanawake wakiomba amani na usalama ili warudi kwenye mashamba yao na wale waliokimbia katika miji na vijiji mbalimbali mbali kuhofia usalama wao, wakiomba Rais Felix Tshisekedi kukubali mazungumzo na rais mstaafu, kwani hawataki mgawanyiko wa taifa la Kongo na migogoro ya mara kwa mara. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni taifa ambalo limebaki nyuma kimaendeleo japo lina mali mengi, mali ambayo wananchi wake hawafaidiki hata kidogo, lakini wanasiasa limbikizia pesa na mali ya taifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina ardhi nzuri, misitu pamoja na madini na maji. Oser Malvika, MTV1 Online.